Kwa siku ya leo tumekuja hapa Hospitali ya Rufaa ya Temeke nikiwa nimeambatana na wabunge wa chama cha kibunge cha Asia na Afrika, ambapo kuna wabunge kadhaa wa kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Lengo la ziara yetu ni kufuatia kikao ambacho tumefanya hapa mjini Dar es Salaam siku ya jana ya tarehe 24 ambapo kinagusia maswala ya maendeleo ya watu kwa ujumla wake. Chama hiki kikiungana na vyama vinginevyo vinavyoangalia idadi ya watu, tumekuwa na mada ambazo zinalenga kwa maana ya swala zima la idadi ya watu na maendeleo. Kwa kupitia chama hiki tumeendelea kupewa elimu kwamba unaweza ukawa na idadi kubwa ya watu, kuwa na idadi kubwa ya watu sio tatizo, lakini watu ambapo mahitaji yao makubwa kama ya elimu uchumi masuala mazima ya ajira yakiangaliwa, unaweza ukakuta idadi kubwa ya watu inakuwa ni faida badala ya kuwa hasara. Kwa hiyo tumekuja leo hapa kuangalia kazi kubwa zilizofanywa na serikali ya mama Samia kwa maana ya kuiona hospitali hii, na bahati nzuri tumetembelea vitengo mbalimbali kuona huduma ya mama na mtoto, lakini kuona vitengo vingine ambavyo vimefanywa katika hospitali hii. Tumeona huduma ya CT scan tumeona maswala ya x-ray katika hospitali hii ambapo kwa ujumla wake mimi nikiwa mwenyekiti wa chama hiki lakini na wabunge tuliofatana wamefarijika kuona kazi kubwa iliyofanyika katika eneo la uwekezaji hasa kwa maana ya huduma ya afya, na wabunge kutoka nchi za Afrika na nchi za Asia, na lengo ni kama lilivyoelekezwa na mheshimiwa, wamefarijika na wamefurahia sana huduma zinazotolewa makete. Naweza kusema tu wamekoshwa na huduma zinazotolewa katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Temeke. Wamefurahia namna huduma zinazotolewa kwa watoto wachanga, wamefurahia namna tulivyoanzisha huduma mpya mbalimbali, hususani ambulance iliyonunuliwa kwa fedha za ndani kwa ajili ya kuwasaidia mtoto na mama, ambapo ile ambulance inaitwa popote kwenda kumchukua mgonjwa popote ndani ya Temeke kwenda kumchukua na kumleta akiwa anaendelea na huduma. Kwa hiyo kimsingi imekuwa ni ziara yenye mafanikio wote, umeona umeweza kuona wanatabasamu, wanafurahi, wameridhika na wamesema walioyaona Temeke watawasilisha kwenye wizara zao za afya waweze kutuma timu kuja kujifunza kuweza kuona namna gani tumeweza kufikia mafanikio haya, ahidi kwamba watafika Temeke kwa ajili ya kupata mafunzo zaidi, kwa sababu wameona huduma zetu zinaweza zikawa na mchango katika kutoa mafunzo kwa wataalamu wao, sio Temeke tu, na sehemu nyingine mbalimbali mbali za nchi yetu. Imekuwa ni vivutio kwa ajili ya utoaji huduma bora, na unapotoa huduma bora watu wanakuja na kama walivyokuja hawa, ni sehemu mojawapo ya utalii ambayo ndio Mheshimiwa Rais na viongozi wote wa nchi wanahubiri wana, wana sehemu mbalimbali, na tunamshukuru uongozi wote wa hospitali ya Temeke ya, ya kwamba wameweza kujidhatiti na kwa kweli wametoa nafasi nzuri, mpaka waheshimiwa wabunge wameshukuru kutoka kwenye mioyo yao. Nadhani watatu watatutembelea siku zijazo. Karibuni.